kinachojumuisha maafisa wa wizara ya afya shirika la msalaba mwekundu na mashirika mengine ya masuala ya afya kimeandaa mkutano wa kimkakati wa kuangazia mbinu za kudhibiti msambao wa maradhi ya kipindupindu huko Transmara Magharibi. Kufikia sasa, watu wanne wameaga dunia huku wengine 40 wakilazwa hospitalini. Crispino Tieno anafuatilia taarifa hiyo na sasa tunaungana naye mubashara kutoka hospitali ya Transmara West huko Kilgoris kwa mengi zaidi. Crispin. Hapa nilipo nipo katika hospitali eh, ya Kilgoris West katikati mwa mji wa Kilgoris ambapo mpaka sasa takriban watu ishirini wamelazwa katika eneo ambalo tulipo hapa. Utakumbuka kwamba hapo jana mlipuko wa ugonjwa wa cholera uliripotiwa katika maeneo haya ya Transmara ya Magharibi, na mpaka sasa uh, mlipuko huo umeathiri eh, wadi kama uh, tatu ikiwemo wadi ya uh, Kilgori Central uh, maeneo ambayo pia anajulikana kama Ashankoe, vilevile uh, vile kuna watu ambao wameathirika pakubwa maeneo ya Lolgorian kule Transmara ya kusini, na hapo awali kulikuwa na mkutano rambao wa dharura ambao ulikuwa unaendelea ukileta pamoja washikadau mbalimbali wakiwemo wale e, kutoka idara ya afya, wale kutoka idara ama ngao maafisa wa serikali na vile vile kutoka washikadau katika sekta mbalimbali tu kama njia mojawapo tu ya ku wapata suluhu ya kudumu kuhusana mlipuko huu ambao mpaka sasa takriban watu watano wamethibitishwa kuaga dunia. Zaidi ya watu 45 na wamekuwa wakipelekwa katika hospitali mbalimbali kutoka maeneo haya ili kupata matibabu a, ya dharura na tumefahamishwa kwamba na wale ambao ni maafisa wa idara ya afya kwamba a, zaidi ama watu ishirini wamelazwa katika hospitali hii ya Kilgoris na nataka tu eh, kwa wakati huu niweze kuzungumza na wale ambao ni maafisa uh, wa sekta ya afya ambao wamekuwa wakiendeleza mkutano huo. Watuelezee tu mpaka sasa hali iko vipi kutokana na mlipuko huu ambao tunafahamishwa kwamba watu tano wamethibitishwa kuwa garuni. Asanti sana Citizen TV. Kwa majina ninaitwa Lucy Kashu, mimi ni chief officer ambaye anahusika na maneno ya prevention na promotion ya afya katika kaunti ya Narok. Kulingana na huo mlipuko wa kipindupindu ambayo uliweza kutoka, tayari watu 45 wameweza kuja katika kulazwa katika hii hospitali ishirini na moja wameshaenda nyumbani E, 19 bado wako hapa na kwa bahati mbaya tumepotesha maisha ya watu watano na tunasema Mungu awalazee mali peponi. E, serikali yetu kuku kupitia wizara ya afya wanatufanyia kondini testing, wanatupatia technical support, governor wetu amenunua motorbikes, amesupport ame community health promoters na hii hospitali kuhakikisha kuna madawa ya kutosha kila wakati, kuna staff wa kutosha na pia tunapata support kutoka kwa Red Cross wametuletea hema, tumewatenga wagonjwa wetu, wametuletea madawa, wametuletea eh, nan E, pharmaceuticals kama gumboots e, kama dawa ya kuweka kwa maji kati ya zile zingine Nam. pia saa hizi tuko na mkutano tunakutana sisi wote e, kama internal security, ministry of education e, municipality ya Kilgoris pamoja na Red Cross ili tuweze kushirikiana. Tunafahamu kwamba ugonjwa kama huu unaporipotiwa maeneo yoyote. Je, hatua ambazo mmechukua kama sasa maeneo ya uh, masoko na vilevile uh, maeneo ya kuuza Nawe hapa, hatua gani ambayo mpaka sasa, mmechukua? Jina langu, Dr. Francis Kio na hudumu katika serikali ya county government kama director ama mkurugenzi wa afya. Hatua ambazo zimechukuliwa mwanzo ni kwamba ile usambazaji wa chakula ama food hawking imekuwa banned immediately. Mahoteli ambazo watu wana chakula kinapeanwa ambazo hazifikia ile kiwango cha public health pia zimefungwa, zaidi ya ishirini zimefungwa tayari hadi, hadi sasa, na tunaendelea kuhamasisha watu sababu, lazima watu watumie maji ambayo hia amechemshwa au amewekwa dawa ile ndio chlorine, watu wanawe mikono wakati wote na watumie vyoo, ndio kinyesi isiingie kwenye maji au chakula, ndio tueza kumaliza ugonjwa. Na mtazamo wako, hali inazidi kuwa uh, namba zinazidi kuongezeka ama mmefika mahali sasa mmeanza kiu, zimeanza kupungua mahali Hali bado, bado si nzuri sana lakini, namba zimeweza kupungua kidogo kutoka jana. Tangu jana usiku tumepata wagonjwa watatu mpya. Kwa hivyo namba zimeweza kupungua kidogo, lakini tunatarajia kwamba kwa wiki mbili au zijazo tutakuwa tumemaliza shida yote. Asante na shukrani. Wanapoendelea na mkutano huo uh, uh, unaoshirikisha washikadau mbalimbali katika sekta ya afya na sekta zingine mbalimbali uh, tutakuwa tukizidi kuzuru maeneo yaliyoathirika hata kuzungumza na wale ambao wame uh, wa, wa, wanazidi kuletwa hapa na familia zao ili kujua hali iko vipi. Vile vile kuangalia maeneo ambayo uh, vyakula mara nyingi huuzwa hali iko vipi. Vile vile, kaunti ambazo zinapakana na maeneo haya ya Transmara, kaunti ya Kisii, kaunti ya Kericho, kaunti ya Bomet na vile vile kaunti ya Nyamira, zote uh, hali uh, imewekwa ama wanazidi kukagua hali ili kuhakikisha kwamba mlipuko huu wa ugonjwa wa cholera usije ukasambaa hadi kaunti zinazopakana na maeneo haya ya